Nani kuarifu tu kwamba ripoti za kuaminika zinaarifu kwamba raia wa kigeni nchini Tanzania wengi wao wameanza kuondolewa katika taifa hilo, na idara ya usalama inawatafuta na kuweza kuwaondoa katika taifa hilo, hasa baada ya ripoti ama usemi wa rais Samia Sulu Hasan wakati wa uhapisho wake mnamo Novemba 35 baada ya kura za Ta, baada ya kura tata za Oktoba 29 kudai kwamba baadhi ya vijana waliokamatwa na jeshi la polisi Tanzania mitaani, sio raia wa Tanzania. Kulingana na Rais Samia Suluhu Hassan, wingi wa waandamanaji waliokamatwa kutokana na, na maandamano ambayo yalishuhudiwa kutoka siku ya uchaguzi mpaka kuamkia wapisho wake, walikuwa wamechochewa kuandamana na wapinzani wa Tanzania ama wakosoaji wa serikali ya Tanzania Ta, baada ya, ya uwapisho wake ama wakati wa uwapisho wake, alizitaka idara husika kwanza, mara moja kuendeleza msako ili kuweza kuwatoa wote walioshiriki maandamano wa kuweza kuwakamata na kuweza kushughulikia kisheria raia ambao, watu ambao aa, kulingana naye sio raia wa Tanzania. oti kutoka mitaa ama sehemu mbalimbali Tanzania zaarifu kwamba raia wengi wa kigeni nchini Tanzania wanatolewa Tanzania na kurejeshwa makwao kwa kupenda ama kwa kutokupenda, kwa hofu kwa kwamba wanachochea ama hao ndio walichochea maandamano ambayo yalishuhudiwa Tanzania, maandamano manda, ambayo kwa kweli wengi hawakuamini ama kudhania kwamba uh, raia wa Tanzania wanaweza kuandamana, lakini maandamano yali vuruga sana amani Tanzania na kuweza kusababisha mpaka vyombo vya kimataifa kuweza kutoa tahadhari na kuweza kutoa ilani kwamba Tanzania si salama kwa kipindi hicho. Kwa sasa, baada ya Rais Samia kutangaza kwamba shughuli za kawaida zianze kurejea mara moja kuanzia Jumanne, Novemba Novemba nne, basi shughuli za kawaida zimeonekana kwanza kurejea Tanzania ikiwemo kurejeshwa kwa mtandao wa intaneti kwanza kurejeshwa kwa huduma za biashara, kwanza kurejeshwa kwa huduma za usafiri barabarani, kwanza kurejeshwa kwa wafanyakazi, kwanza kurejea makazini na biashara kwanza kufunguka. Mambo mengi yameanza kurejea sawa, japo kuna wasiwasi. Bado kuna wasiwasi, maana mitaa yasemekana, mitaa ya Tanzania, ripoti zaarifu, mitaa Tanzania bado inaendelea kushuhudia polisi kwa idadi kubwa, polisi ambao wanashika doria sehemu mbalimbali kama tahadhari tu ya kuweza kuzuia chochote ambacho kinaonekana kwamba ni utovu wa usalama kama maandamano na maswala yote yale ambayo yanaonekana ni kama kujaribu kupinga serikali ya sasa ambayo imeingia madarakani baada ya uchaguzi tata wa Oktoba ishirini na tisa mbali naayo, Tanzania, na hayo chama cha CHADEMA kimeendelea kukosoa serikali ya Tanzania kutokana na hali ambayo ilishuhudiwa, mauaji ambayo yaliweza kutendeka mitaani. Polisi walionekana wakati wa maandamano wakiweza wakiwa baadhi so, wakiwa na nguo za kiraia na mabunduki, ha, silaha za bunduki, wengine wakiwa katika magwanda yao ya polisi na kuweza basi kuwafyatulia risasi wengine wakiwa mitaani wamesimama wanafanya shughuli zao. Yaani ni ripoti za kusikitisha sana ambazo mashuhuda Tanzania wanaweza ku, kueleza kwamba mambo yalikuwa yani ni kama ukandamizaji kwa, kwa, kwa wakati huo <tipedilio> na, na, na uchaguzi. Maana wengi wao wameweza kupoteza maisha, idadi kubwa sana ya Watanzania wameweza kupoteza maisha, ripoti zikiarifu kwamba zaidi ya watu elfu moja na majeruhi zaidi waliweza kuumizwa na uh, maafisa usalama katika taifa la uh, Tanzania japo serikali ya Tanzania haijatoa taarifa yoyote kuhusu vifo wala majeruhi wala uharibifu wa mali ambavyo basi vimeweza kushuhudiwa Tanzania, tangu tangu mkasa huo wa maandamano ulipoanza mpaka wakati wa uapisho. Taarifa za, za rasmi za serikali haziweza kutolewa kabisa kwa umma kijiri chama cha chadema nacho kimeweza kutangaza siku saba za maombolezo ama maombolezi kwa heshima ya watanzania ambao waliweza kupoteza maisha wakati wa maandamano chadema kimetangaza kwamba bendera za chama hicho zitaweza kupeperushwa nusu mlingoti kwa siku saba kama njia moja ya kutoa rambirambi za pole kwa familia za marehemu wote ambao waliweza kuwawa vijana kwa wazee wa kina mama wote ambao wameweza kuuliwa. Chadema kimesema kwamba kitatoa pole eh, kama heshima ya wote ambao wameweza kuaga. Jambo la busara hilo, uh, kidogo jambo la busara haijalishi, awe ni adui, awe ni rafiki yako, akiaga akiaga, mtu unampa heshima za za mwisho, maana ndio ndio heshima yoyote ile ambayo unaweza kumpa Chama cha Chadema kimesema hivyo. Licha ya hayo, chama cha Chadema pia kinaweza kulalama kwamba kinara wao Tundu Lissu aliweza kunyimwa wakili. Alipaswa kufikishwa mahakamani Jumatatu, alipaswa kufikishwa mahakamani Jumatatu na Jumanne juma hili, lakini alikosa wakili, aliweza kunyimwa wakili wakuweza kumfikisha mahakamani kumsimamia mahakamani, na basi hakuweza kufikishwa mahakamani, na jambo ambalo limeweza kuzua utata zaidi kwa wafuasi wa Chadema Tanzania pia na uongozi wa chama hicho Bwana Heche. Inasemekana kwamba polisi waliweza kumsafirisha kutoka kituo ambacho walikuwa wanamshikilia Dodoma na kumpeleka sehemu ambayo bado haijulikani. Chadema kinaendelea kulalama kwa yote hayo, licha ya tahadhari kutoka idara ya polisi Tanzania kwamba raia wa Tanzania wasiweze kusambaza video ambazo zinadhaniwa kuwa za kudhalilisha, hasa miili ya watu ambao waliweza kuuliwa na um, ufichuzi wote ule ambao serikali inadhania kwamba ni kinyume cha sheria, basi video hoteli imeweza kusambazwa kutoka kupitia mitandao Tanzania, ishara kwamba yaliyotendeka Tanzania eh, yaliyotendeka Tanzania kwa kweli ni mambo makubwa, mambo magumu ajabu. Chadema akisema kwamba viongozi na wanachama wake wanakabiliwa na na, na kamata kamata ya vyombo vya dola. Kwa tuma za kuchochea maandamano makubwa yaliyozuka ili kupinga huo wa ambao umeshuhudiwa Tanzania, licha ya m, Rais Samia kuweza kutangaza mshikamano wakati wake wa kuapishwa kwa muula wa miaka mingine mitano. Sa teuzi anafanya teuzi tele kwa viongozi wapya ama wafanyakazi wapya ambao basi wataendelea kuhudumu naye katika serikali katika serikali yake ikiwemo basi mwanasheria mkuu ambaye basi unaweza kuteuliwa Bwana Hamza Saidi Juhari, ambaye Rais Samia uliweza kumteua ili kuweza kushika hatamu za uongozi wa taifa hilo na kuweza kushauri ofisi ya rais na serikali ya Tanzania kwa maswala ambayo yanapaswa kushauriwa. Teuzi zitaendelea zitaendelea kwa sana kabla ya Rais Samia kuendelea kuchapa kazi kwa Watanzania, licha tofauti zilizopo Tanzania twaomba kwamba waweze kuelewana, waweze kushikamana na taifa hilo liweze kwenda mbele kwa umoja mm. Lakini kwa sasa, mipaka ya Tanzania inaendelea kulindwa kwa idadi kubwa sana kwa hofu, labda huenda kukatokea tena matatizo ambayo yanaweza kuyumbisha taifa hilo hasa katika masuala ya maendeleo. Kwa hivyo serikali ya Tanzania kwa sasa ipo ange sana